Maandalizi yote kama alivyosema kaimu mganga mkuu yako vizuri, yamefanyika katika ngazi mbalimbali katika vituo ambavyo mtakao kufikia. Kwa hiyo tunashukuru, tunatumaini kwamba ushikiani wote watapata, ili angalau ile tija ambayo mheshimiwa rais anataka ionekane kwa wananchi wake kuweza. Kwa hiyo tunashukuru sana, kama tunavyofahamu katika nchi yetu au kwa mkoa wa Geita kwa ujumla bado tuna changamoto nyingi sana za kiafya kwa wananchi wananchi wetu wana, wana magonjwa mbalimbali, na bado mbali, madaktari bingwa au wataalamu hawatoshelezi. Hii programu ambayo Mheshimiwa Rais ameanzisha kweli ni programu njema, inatujalia kwa kiasi kikubwa sana kuwafikia wananchi wale wa mbali vijijini ambao akatungila pata uwezo ni mdogo kwa ukaweza kwa, ana na madaktari bingwa kwa nafasi kume zinavyopatikana unaokutana na wananchi wetu inasaidia sana kuondoa zile changamoto za kiafya ambazo wananchi wetu wanazo huko. Nadhani wazoefu umeshapita maeneo mbalimbali na kifika huko vijijini, unaona hali halisi ya wananchi jisi wanavyopata changamoto za, ma za, za magonjwa. O tuna, tuna washukuru na tunaomba kwa kweli ili zoezi ilifanyike vizuri na tunatumaini kwamba eh, wananchi wetu eh, watapata eh, kila ambacho wanakihitaji kwa mkoa wa Geita. Kwanza tuna seti tuna jumla madaktari ya madaktari hamsini. Kila halmashauri itapokea seti ya madaktari saba isipokuwa halmashauri ya Geita town itapokea jumla ya madaktari nane ambako ameongezeka daktari bingwa wa kinywa wapua sikio na kinywa Uh, kwa majina naitwa Dr. Steven Mwaisogwa, uh, ni kaimu ganga mkuu wa mkoa wa Geita. Nimepokea idadi ya madaktari bingwa 50 kwa ajili ya kuja kutoa tiba katika mkoa wetu kwa muda wa siku sita. Madaktari bingwa tuliowapokea ni kutoka katika sehemu uh, mbalimbali za nchi yetu, ambao sasa kupitia mpango wa madaktari bingwa wa uh, Dr. Samia Suluhu Hassan watakwepo katika mkoa wetu kwa ajili ya kutoa tiba za kibingwa kwa wananchi wa mkoa wetu wa Geita. Mkoa wetu wa Geita una wananchi takriban uh, um, milioni mbili laki tisa. Kwa hiyo hawa madaktari wakuja watasambaa katika halmashauri zote, katika hospitali zote za halmashauri katika mkoa wetu. Um, tuna halmashauri sita lakini tuna hospitali saba kwa maana kwamba za halmashauri kwa maana kwamba halmashauri moja ya Geita BC ina hospitali mbili, Zela na hospitali ya Katoa. Kwa hiyo zote hizo zitakuwa na madaktari. Kwa hiyo tunategemea ndani ya wiki wananchi wetu watapata huduma za kibingwa ambazo hawalikuwa wazipati katika maeneo yao, ilikuwa inabidi wasafiri mbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma hizi, lakini kwa ujio wa madaktari hao sasa maeneo yale yale waliopo wataenda kupata huduma hizi. Na sisi kama mkoa tumesha wahamasisha wananchi, tumesha watangaza kwa wananchi, wanafahamu na wanawasubiri kwa hamu madaktari hao, ili kutoa ili kupata huduma hizi na madaktari ambao wamekuja ni madaktari bingwa Kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, kumaanisha kwamba magonjwa kama vile kisukari, kama vile pressure na magonjwa mengine. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa upasuaji ambao watadili na mambo mbalimbali. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa usingizi. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa watoto. Kuna madaktari bingwa wa pua, koo na masikio. Lakini pia kuna madaktari bingwa wa kinywa na meno na madaktari bingwa wa magonjwa wa kina mama wote kwa, kwa pamoja watagawanyike katika halmashauri mbalimbali, hawatakuwa sehemu moja, kila halmashauri wataenda. Kwa hiyo tunategemea wananchi wetu katika wiki hii wataenda kupata zile huduma za kibingwa ambazo ambayo mwanzoni ilikuwa na walazimu wasafiri mbali mrefu, lakini sasa hivi watazipata katika maeneo yao.